<coughs> Tunaendelea na kitabu chetu pendwa. Leo tukimaliza darsa ya mwisho Ad-Durarul Bahiya, tukwa hatima mwisho wa kitabu, kurasa wa 44 kwa nuskha yangu mimi, asanasalullaha al taala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu alakowametukuka husna, alhitami mwisho mzuri, ukalifiwa na sharia, ataubatu fawran kufanya toba tena kwa haraka, min kulli masiyatin, kutokana na kila masia aliyotenda, kabiratan kanat, masi ya ya likua, au saghiratan, ni masia makubwa yalikuwa au masia madogo, mtu atakiwa arejee kwa Mwenyezi Mungu. Tubu ila llahi jamia ayuhalmuminun. Qala llahu taala, watubu ilallahi jamiya, rejeni tubieni mrudi kwa Mwenyezi Mungu jamii nyote, ayuhal muuminun enyi waumini, laallakum tuflihun, huenda nyinyi mkafahulu. Wakala sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, tubu ila Allah, rejeeni kwa Mwenyezi Mungu, kala fa inni akika mimi. Kala rasulullah amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, tubu ila Allah tubieni rejeeni kwa Mwenyezi Mungu fa inni, hakika mimi mtume atubu ilaihi, narejea kwa Mwenyezi Mungu, nataka nataka toba kwa Mwenyezi Mungu, kula yaumin, kila siku, miata mara mara, mara mia moja. Mtume ambaye ameshaambiwa umesamehewa, una dhambi liyaghfira lakallahu ma takaddama min dhambika wa ma taakhara, amesamehewa hana dhambi zilizotangulia wala zinazokuja, lakini angalia analeta istighfar mara mia kwa siku. Mimi na wewe juzi tu tumeapa mchana wa Ramadhani tupate magimbi na nyama, uongo mtupu wallahi, wallahi, magimbi. Mungu atusame, maskini. Wajibu alayhi tajridu kalbihi, na kuna pasa juu yake Mwislamu tajridu kuutakasha kalbihi, moyo wake wahifdhuhu, na kuwafidhi moyo wake min minjamil au swafil lmadhumuma, na sifa zote zenye kutaywa, zenye kuchukiwa, zenye kulaumiwa kashaki fi llahi taala kama kuwa na shaka <coughs> kwa Mwenyezi Mungu aliyekuwa ametukuka. Kashaki kama kuwa nashaka fillahi taala kwa Mwenyezi Mungu aliyekuwa ametukuka. Wala amni na kujisalimisha, mimakiri lahi taala, na kitimbi cha Mwenyezi Mungu aliyekuwa ametukuka. Walkunuti min rahmatillah, na kukupukwa kutokana na rehema Mwenyezi Mungu taala walkunuti na kukupukwa minrahmatillahi taala kutokana na rehma Mwenyezi Mgu alakuwa ametukuka, walkibiri na kibiri, walujubi na kujiona, wariai na ria, walhasadi na hasadi, walhikidi na mifundo sawa, walhikidi na mifundo. Watahaliatuhu na kunapasa kwa Mwislamu, tahaliatu tu kujipamba kwake bijamila au auswafil mahmuda na sifa zote zenye kusifiwa vile vile watahalia tu na kujipamba kwake bijamila auswafil mahmuda na sifa zote nzuri zenye kusifiwa, kal ikhlasi, kama kumtakasha Mungu ndani ya moyo wako, watawadhu. Maana ikhlasi ufanye jambo ila ni kwa ajili ya Mungu, watawadhu anakunyenyekea waridha anillahi taala, na kumridhia Mwenyezi Mungu ala kwa mtuko, waridha na kuridhia anillahi taala, watawakkul ale na kumtegemea Mungu. wasabiri ala albalaya wal mihan, na kuvumilia juu ya mabalaa na mitihani. Wasabiri na kuvumilia ala albalaya, juu ya mabalaa wal mihan, na mitihani. Wasabiri ala taati, na kuvumilia juu ya toa. Wasabiri na kuvumilia ala taati, juu ya toa na tatizo njaa, shida, utuvumilie. Wasabiri anil maasi, na usubiri na kuacha kuyatenda maasi wa thika tibi riziki, na kutegemea kutokana na kutegemea kutokana na kutegemea riziki min Allahi taala, kutoka kwa Mungu tu, maskini hala kwa ametukuka. Usimtegemee mtu mwanadamu mwenzako. Wa bughdhi dunya, na kuibughdhi dunia. Wa adawati nafsi wa shaitani, na kuipiga uadui nafsi yako isikupeleke kwenye maasi, isipeleke kwenye mabaya. Wa shaitani, na kumpiga vita shaitani wajibu wa alaihi na kuna pasa juu yake, hifdu laadhai saba kuviafidhi viungo saba min jamii lmaasi na maasi ya yote. Wawajibu alaihi, kuna pasa juu yake Muislamu hifdhu laaini, kuliafidhi jicho ani nadhari, liache kutazama ila muharami, kutazama yenye kuharamu waajibu alahi kuna pasa jwa mukallafi jwa muislamu juwa mumini hifidhulaini uleafidhi jicho mina nadhari ani nadhari, liache kutazama ila muharami, kwenye kitu kilichoharamishwa. Kana nadhari kama kutazama kwake ila nisaa ila, ila ajnabiyati kwa wanawake watu kando. Na hayo ndiyo kazi yetu sisi barabarani, wenye madaladala. Wanadhari ila aurati na kutazama nyuchi wanadhari bili istikari ila muslimi, na kutazama kwa kumdhereu mwislamu. Wanadhari la urati, kutazama nyuchi wanawake, wavaa nyuchi uchi uchi siku hizo watu waangalia bili istikari na kutazama. Wanadhari bili istikari na kutazama kwa kudhereu ila muslimi, kumtazama muislamu zako havifai, sawa wanadhari fi baiti lghairi, na kutazama nyumba ya mtu mwingine bighairi idhinihi, pasi na idhini ya huyo mtu, wachungulia tu watu wamekaa vibaya. Wahifdhu lisani, na kuwafidhi ulimi, minalkadhib walghiba, kutokana na kusema urongo na kusengenya. Wahifdhu lisani, na kuwafidhi ulimi, min alkadhibi, na kusema urongo, walghiba, na kusengenya. Wahiya nao nini usengenya nkupi vikiruka ahaka almuslima ni kumtaja ndugu yako Muislamu bima bimaa karahu, kwa kitu ambacho anakichukia hakipendi. Kwa inkunta swadika, ijapokuwa sema kweli. Yule mzee bwana apenda sifa, bwana yule siju mole basi, japokuwa anapenda sifa kweli, akinibona wansengenya siju unaambie kama mume kweli, waminana mima na kufitini waia na kufitini, na kulu kalami nnasi, ni kuyaamisha, kuyagurisha maneno ya watu sawa, baadhihim melewa ila baadhi ba asima nakilu, ni kugurisha kalami nnasi, baadhihim, maneno ya watu baadhi yao, ila baadhihim, ukapeleka kwenye baadhi nyingine, bikasdil ifsadi wal fitna, kwa nia ya kuyafanya uharibifu tu, wal fitna, kufitini nyinyi Simba basi niwape habari za Yanga, ninyi Yanga niwape habari za Simba. Kazi yako ni hiyo kutwa nzima, kila banda kibara cha kaao muslim wa suhuria na vilevile kumcheza shere muislamu wa suhuria, leo kumdharau eh, kumcheza shere, Wallahi na kucheka istighfafan kwa kuzereu kwa kupuuza wahitikaran na kuzereu Isikiyo, minalisti maa, na baki ya mambo yaloha na baki ya mambo yaliyoharamishwa a mikono wallahi binakupiga kupiga bighairi haki fasina na hakifidhur rijilaini. Vilevile takana kwa mwislamu kuihafidhi miguu miwili kwa hiifidhur rijilaini, tumeleza mikono kuja miguu na kuihafidhi miguu miwili minal mashi muislamu mwislamu wamwangaikia ukamfitinisha kwa kiongozi sultani, kwa mbunge, kwa waziri ukamshtaki polisi, au ende kwa mganga ukamroge haribikiwe, yote ni siayat muslimi au katilihi au kumua au ma yadhuru hu, ambalo lina mdhuru bighairi haki, basi na haki wa ghairi dhalika na usoko hayo, min kulli ma hadhama almashu alaihi, iliko ambayo haruma almashu ni haramu kuyaendea, mashu ilayhi ni haramu kuyaendea. Minkulli ma, miongoni mwa kila mambo ambayo haruma almashu ilayhi, ni haramu kumekuwa haramu kuyaendea. Wa hifdhu alfarj, na kuyafidhi tupo pia, minazina, na kuzini, walwati, na ushoga huo, walisimna ibiliadi, na kusalia kwa mkono, punyeto. Wa hifdhu albatin, na kuyafidhi tumbo, minkuli muharrami, kula kila kilichoharamishwa Mithili akili riba mfano wa kula riba, wa shurubi na kunywa, kuli muskiri kila chenye kulevesha, wa akili mali liyatim na kula mali za yatima. Ili siku hizi apibwa tu kama kawaida, ngoja ndugu afe tu, sasa hivi mtu apige nguo nguo mpya akaoe. Wake wapi kwa kula mali za mwenzake, wa kullu ma haramallahu, na kila ambacho ameharamisha Mwenyezi Mungu, minal maakulat wal mashrubati miongoni mwa vyakula na vinyewa vyote mtu asivifanye. wa yambaghi lilmu'min, lakin itakana kwa mumin mwenye akili ayakuna khashian mutawadhia, awe ni mwenye kunyenyekea. Khashia, mwenye kunyenyekea, mwenye kunyenyekea, mutawadhia, mwenye kunyenyekea, ushui na ului, eh? Ni hizo hizo, mwenye kuogopa, wajila yote kwa maana moja, mwenye. mwenye kujichunga sawa. Mushfika ni mwenye huruma, so mutaafifa, mushfika ni mwenye huruma. min ghashyati llah, kutokana na kumwogopa au kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Taala. Zahidan, awe ni mwenye kupanyongo fidunia, ameipa nyongo dunia. kani yasiri minha, ni mwenye kukinai na kichache hapo duniani, sawa. so, mufika lilfadhili, mwenye kutoa kilichozidi. an hajati kuepukana haja yake. bima fi yadi, kwa kile ambacho kiko mkononi mwake eh? Nasihani mwenye kunasihi, liibadillahi taala, kuwanasihi waja wa Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa ametukuka huyo Mungu. Mushfikana alaihim, mwenye kuwahurumia waja wa Mwenyezi Mungu, rahiman bihim, yote wa mushfika na rahima maana kuwahurumia. Amira bilmarufi, mwenye kuamrisha wema. Nahi yani mwenye kukataza, anilmunkari musari'an fil khairati, anafanya haraka katika kuziendea khairi. Musari'an ni mwenye kufanya haraka, fil khairati, katika kuzitenda khairi eh? au musari'an kwa mimu, musari'an ni mwenye kufanya haraka, ismul fa'ili, fil khairati, katika khairi. mulazima lil ibadati, mwenye kulazimiana na ibada. Da'iyan ila al huda ni mwenye kulingania kwenye uongofu. Kathira al hayai, mwingi wa haya. Kalila al adha ni mchache wa kuwaudhi watu bila sababu swaduka lisani mkweli wa ulimi swaduka lisani mkweli wa ulimi. kalila alkalami mchache wa maneno. barram biwalidaihi mwenye kuwatenda wema wazazi wake wawili, eh? usula liakaribihi mwenye kuwaunga ndugu zake wa karibu. wadudan liihwanihi mwenye mapenzi, anawapenda hasa ndugu zake yakhafu rabbahu anamwogopa Bwana wake, wayarjuu rahmatahu na anataraji rehma ya Bwana wake, wayuti lila anatoa vitu anatoa vya kutoa, lilahi kwa ajili ya Mungu, wayamnau lilah na anajuzilia kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wayuhibu lila na anampenda Mwenyezi Mungu, wayabghudhu anachukia fillah kwa ajili ya Mungu, yuhibu lilah anapenda kwa ajili ya Mungu na anachukia fillahi kwa ajili ya Mungu. Wa yarda billah anaridhia kutokana na Mungu. Wa yasghatu billahi wa yaghlabu billah, na anachukia lillahi kwa ajili ya Mungu. Muhibba lillahi wa rasulihi anampenda Mungu kwelikweli na mtume wake. Wa asabihi wa ahli baitihi walulama anawapenda wanazuoni, mashehe, waalibu, maimamu, waswalihin na watu wema, watuwema husuna dhanni bijamii lmuminin, ni mzuri kwa dhana kwa waumini wote. husunadhani ni mzuri wa dhana jamii almu'minin bi jamii almu'minin kwa waumini wote nasalullaha taala an yahlukana, tunamuomba tunamwomba Mwenyezi Mungu atuumbe sisi awatujetbia wa ahibata na jamii zetu atuumbe bi bijamii l auswafilhamida, na sifa zote tukufu zenye kusifiwa eh, wa ujarradana na tutakashe sisi minjamil auswafi dhamima mbaya, zinyo kutayo, zinyo na sifa zote mbaya zenye kutaywa zenye kuchukiwa. Warzuku na turzuku sisi kamala almutabaa ukamilifu wa kumfuata linabiina wahabibina mtume wetu na mpenzi wetu, wamalahu limina, na yule ambaye ana yeye kuneemesha alaina juu yetu, naye ni sayidina Muhammad, bwana wetu Muhammad, fi jamil akwali wal afaal, tumfuate katika maneno yote na matendo yote, wala ahwali na hali zote. Innahu wala mashau qadir akae Mwenyezi Mungu juu ya kila anayolitaka nimuweza eh. Wama lahulmina vilevile aturuzuku ukamilifu wa kumfuata linabijina wahabibi na mtume wetu melewa, na mpenzi wetu waman na mtume wetu ambaye lahulmina anaye kuneemesha alaina, ameneemeshwa kwetu sisi, ananeme Mtume ni rehma, ni neema. Tunaneemeka kutokana na mtume Saidina Muhammad, bwana wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Fi jamil aqwal, tumfuate katika maneno yote walafwali walahwali inahu ala mashau kadir ke Mwenyezi Mungu jua kila anaojitaka ni muweza. Wabilhijabati jadid, na kwa kujibu Mungu tu ni hodari mno. Wa hadha akhiru ma yasarahu Allahu taala na huu ndio mwisho wa lile ambalo amefanyia wepesi Mwenyezi Mungu minjamu ya hadhal matini, kukikusanya kitabu hiki al-latif, kilicho kidogo. Fima yuhutajuhu katika ambayo anahitajia, kullu mukallafi, anahitajia kila mwenye ukalifu na sheria kuijua durarul bahiya sawa walin au sharifi, mtu duni au mtu mtukufu, anahitaji kuijua durarul bahiya hiyo. Nimetoa sadaka kila mmoja aibitie Jaalahu llahu ajalie Mwenyezi Mungu kitabu hiki ni khalisan, ni chenye kutakasika liwajihi lkarim, na dhati yake tukufu, na mtu akikisoma iwe ni sababu lilfauzi, kufuzu kupata bijanati, pepo yenye neema. walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Inshaallah inaofuata ni riyadu